Na nani anamkubali mbunge, mikono juu! <tipati> Eh, mikono juu hiyo, ah, hapo sawa, mbunge anakubalika. Wewe bwana subiri kuapishwa, umeshashona suti <tipati> suti ipo tayari basi <tipati> ah, maneno mazuri na we diwani, suti umeshashona ya kuapishwa <tipati> umeshona suti ya kuapishwa basi <tipati> ah, wewe kaa sawasawa. Sasa ndugu zangu, mimi naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Leo niko Liwale, lakini niko Liwale kwa kazi moja tu ya kuja kuzungumza na ninyi na kuambia mambo mazuri ambayo CUF imewaandalia ninyi wakazi wa Liwale. Lakini kitu kingine, kabla sijaendelea, niwaambie tu mimi kwa Wasukuma tunasema mimi benkwilema wahena hawazengo gwenu. Huyu wasukuma wapo, wanaweza kutafasiri enkwilema wanzengogu, natola wa nzengogu, yaani mimi mke wangu anatokea hapa, mpiga miti. Kwa hiyo sasa mimi ni mkazi wa Liwale wakwe zangu mimi, mpiga miti tu hapa, ndo nimepata mke wangu na nina watoto wanne na huyo mwanamke mweupe mzuri <laughs> eh, kwa hiyo mimi niko hapa. Kwa hiyo sasa, kama niko hapa, niko kikweli kweli, siko kiutani utani, niko nyumbani kwa wakwe uzalishaji na nini, lakini ukipata mwanamke mzuri mzuri huku, wewe oa huyo, ni alali yetu tola kato yayokuleka <laughs> kwa sababu mimi jiko langu nimekitolea huku na sina wasiwasi, naendelea vizuri nandamachile wine yeah. na natola gogo kaya namakaeyaya, nina watoto wanne mimi, mna wajomba zenu, mna nini wa mpiga miti, mpiga miti mndobovamwe Namjua sana, si hapa tu sasa. We bwana shemeji bwana, we hata upende bwana usipende, shemeji. Wengine wakwe, we mkubwa mkwe, wewe wewe siwezi kukutania wewe, ni mkwe wewe. Kina mama wengine wakwe, mama pale, wee mkwe wewe, mkubwa wewe. Wengine nyie madada ni shemeji zangu, niacheni mambo yenu hayo. Mkiniudhi sana nakuja kuchukua mwingine, alafu sasa ndo mtashangaa wenyewe na roho zenu. Ndugu zangu, nimekuja hapa kwa nia njema, nimekuja kwa nia njema kabisa, kwa ajili ya kuwaambia kuwa sasa hivi chama cha mapinduzi kimechoka, kimeisha muda wake. Kwa lugha ya kingindo tunasema ki-imeexpire Yaani, imeisha muda wake, ndio Kingindo hicho. Yaani, CCM imeexpire. Haifai tena kuongoza, haifai kuongoza kwa sababu mnazoziona hata ninyi wenyewe. Kutoka na Ngurukuru kuja hapa tumepata shida mno, barabara ile ipo miaka tangu ya ukoroni, tangu enzi zile Kinjekitile anapigana Wangindo wanapigana na Mjerumani kumfukuza mkoloni. Barabara ile ipo, lakini mpaka leo utawala wote wa CCM umeisahau kabisa. Nimepita, wameweka vidaraja vya kuzugiazugia kule ili mwape kura. Sasa hawakuiona miaka mingine yote hiyo? Mimi nawaambia msiwape kura, wameweka danganya toto. Kura msiwape, nipeni mimi. Moja ya vitu ambavyo nitaanza navyo mimi mkinipa nitaanza nayo mwezi wa kumi na mbili kuijenga na nitaijenga nihakikishe kwamba inaisha mapema iwezekanavyo, hata wakati wa masika msio mnazunguka kupitia Masasi kurudi huku muweze kupata huduma zenu huku. Na barabara nyingine nitaitoboa hapa iende mpaka Ifakara kwa sisi Wasukuma tunapotoka huku tunakwenda zetu Mwanza, sio lazima tuzunguke hivi, tunanyosha tu hapa kupita Ifakara na fika zetu Morogoro, tunatokomea zetu usukumani kule, ambako tunawakaribisha sana, na nyie karibuni sana usukumani. Kwa hiyo tutaanza na hiyo miundo mbinu, maana ninyi mmetengwa mno na sisihemu ambayo kila mwaka inaahidi si kila mwaka huwa inaahidi kujenga hiyo barabara, lakini mpaka sasa hivi barabara hizo hazijengwi. Sasa mimi nawaambia kwamba mimi sina longolongo longo. Sisi hatudanganyi danganyi, danganyi. Nisema jambo tunatekeleza kama tulivyolisema. Sasa hivi CCM hawawezi kuzungumza jambo, kwa sababu wameshaahidi, hawajatekeleza mpaka hawana tena la kuongea. Jambo la pili, mkinichagua tu, nitakalolifanya, matibabu yatakuwa bure, hakuna kulipa senti yoyote hospitali. Pesa zipo. Kina mama shilingi elfu hamsini kwa kadi ya kliniki ukienda kujifungua, si laki moja na ngapi? Ukienda kutibiwa unakuta bei ya kumwona daktari, unatamani mpaka uende kinyume nyume usimwone daktari, ili usilipe ile hela ya kumwona daktari, akutibu bila kumwona, lakini ni jambo ambalo nalo haliwezekani. Sasa CCM iko madarakani, inawalipisha mpaka maiti zenu, yaani maiti haitoki ulipe na sasa hivi wamesema, a maiti tutawakopesha, mtachukua kwanza, halafu baadaye ndo mtajichangachanga mlipe. Marufuku hayo maneno. Chini ya utawala wa Gombo Samandito hakutakuwa na kitu kinaitwa bima ya afya. Bima ya afya tutaifuta. Serikali mpaka dakika hii inawapa ile bima ya afya ile ya elfu thelathini thelathini si shilingi ngapi ngapi, lakini ukienda hospitali hukuti madawa, humkuti daktari hukuti nani, hiyo mimi ni marufuku, kwa sababu sasa hivi hospitali hata wakurugenzi hawa wameambiwa kukusanya mapato kwenye hospitali. Sasa hivi mili yenu inafanyiwa biashara, wanafanya biashara ya mili yenu badala ya wa kufanya biashara ya korosho. Wana, wakiwenda hospitali wakikupasua wanalipwa na asilimia kumi ya kukupaswa wewe kina mama sasa hivi wamejaa vidonda ukifika tu kule kisu ili wapate na 10% kwa hiyo haya mambo nasema kwamba chama cha wananchi CUF mkitupatia ridhaa ya kuongoza matibabu yatakuwa bure kwenye ngazi zote hakuna mtu atakayetozwa hata senti moja kwenye matibabu kwa hiyo ndugu zangu hii ni neema nawaambia CCM hawataki mambo haya. Wamesema watatibu figo, watatibu kisukari, watatibu na moyo, ndivyo vitu walivyosema. Vingine wanawaachia ninyi. Sasa huku unakwenda kutibiwa wapi au magonjwa mengine? Hospitali zenyewe ni za kubahatisha. Hapa kuna hospitali yoyote hapa au dispensari hapa jirani jirani hapa ipo hospitali? Kuna kazanati zanati, pigananesi mmoja au wawili watatu sasa unaona, sasa mambo haya sasa, hii ni kero. Mimi nataka kuja kuwaondolea hii kero. Chama cha Mapinduzi hakiwezi kwa sababu chenyewe ni chama cha matajiri tu. Ukiwa tajiri wewe unakuwa rafiki yake na chama cha Mapinduzi, kwa sababu ukiwa tajiri hata wakati wa kuja kugombea utaleta na rushwa huku. Ukiwa tajiri kama mgombea wa CCM utaleta na baisikeli huku zimeandikwa SSH baiskeli na tupikipiki, wajumbe wamepewa huku, kwamba wao wanazunguka zunguka kwenda kuombaomba kadi kadi vya kupigia kura hapo. Kataeni CCM, ndio inayowafanya mpauke namna hii kwa vumbi. Tupeni sisi kafu, sisi tunatenda haki, sisi hamjawahi kutupa madaraka, tupatieni sasa hivi. CCM mmeshawaona mambo yao, watawaambia nini? Kipi CCM ambacho hamjawahi kukiona? Ndugu zangu, naona watoto wengi hapa wananiangalia, wanamwangalia rais wao mtarajiwa. Watoto ninyi, mtasoma bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu, hamna kulipa shilingi yoyote. Na ninyi wazazi, hamtakuwa na michango ya aina yoyote shuleni. Hamtachangia dawati, hamtachangia mwalimu, hamtachangia sukiri zaanati, hakuna michango michango. Ule ni wizi tu. Ninyi hampaswi kuwa mnanyanyaswa namna hiyo, mko kwenye nchi yenu. Nchi yenu ni tajiri, ina mali asili za kutosha. Kwa hiyo ninyi mtakaa kwa kupata huduma ya elimu bure mpaka chuo kikuu, sio inayosemwa sasa hivi bure mpaka form 6, halafu katikati hapo kuna michango ya madawati, kuna michango sio ya mimi, mara michango ya mitihani, mara sio walimu wa kujitolea, mara kitu gani? Hapana, serikali ya kafu itahakikisha inatoa elimu eh, bure mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo hilo mjipange nalo. Tutahakikisha kila eneo lina maji ya kunywa, kama sio ya kuvuta kutoka Mto Rufiji au kutoka sehemu nyingine yoyote ile, tutachimba hapa. Chini kuna maji hapa mazuri, kila mahali, watu wanywe maji. Kuchimba kisima kama hapa sio hela nyingi, unachimba hapa labda milioni tatu, tano, kumi, kumi na tano mnapata maji kijiji kizima hiki. Sasa serikali hata halmashauri tu inakosa milioni kumi leo ya kuchimba kisima, ninyi wote mkanywa maji safi. Serikali ya CUF inasema tutachimba visima, tutavuta maji, ili mradi watu wote mpate maji ambayo ni safi na salama kwa ajili ya afya zenu. Ili hawawezi kulisema CCM, kwa sababu hawataki mambo hayo, wanataka kuendelea kuwanyenyekea waendelee kuwatumia kama ngazi, waendelee kubaki madarakani. Ndugu zangu, umeme huu mnaoona huu, mnaambiwa mlipie elfu ishirini na saba ndio ufike nyumbani kwako, si ndiyo? mnaambiwa hivyo. Sasa Gombo Samandito anasema hata hiyo ishirini elfu ishirini e, na saba ninaifuta, nikimaliza kuapishwa tu. Kwa hiyo umeme utakufikia nyumbani kwako bila kuulipia gharama yoyote. wewe utakachokifanya ni kama wanavyofanya watu wa simu, wanakuja anakupa laini ya, simu bure, laini ya simu bure anakwambia, laini ya simu hii hapa bure. Ukitaka kupiga simu unanunua vocha ya mia tano, wanakata shilingi mia pale ya kulipa ile ile ile gharama ya nani ya ya ya, ya laini. Na umeme tunataka mununue kwa utaratibu huo huo, kwamba wewe usijiulize utapata wapi pesa za kukuta umeme. A, wewe tafuta tu, hata kama una mia tano lipa luku ya mia tano kama una buku lipa luku ya buku, endelea na maisha. Lakini TANESCO akiona nyumba yako imekamilika, watakimbia hata kuvunja miguu yao, wanakuja kukupata wewe, kwa sababu wasipofanya hivyo watafukuzwa na Gombo Samandito. Kama hawataki nitawafukuza mimi vibaya mno. Mimi sitakuwa na huruma nao, kwa sababu nawajua tabia zao. Kwa hiyo nipeni mimi kura, hayo mambo na nayanyosha. Dakika moja tu Ajira kwa vijana wetu. Ajira sisi chama cha wananchi CUF tunaziona ni nyingi, zimezidi mahitaji. Kwa hiyo sisi tutaajiri kila mtu mwenye sifa. Kama wewe ni mwalimu, tutakuajiri kwenye shule ya msingi ya sekondari na sehemu yoyote. Kama wewe umesomea mambo ya afya, tutakuajiri. Kama wewe umesomea upolisi, kama huyu tutakuajiri uende ukawe askari uje kutulinda hapa. Tutaajiri watu wote wenye sifa, lakini hatutaachia watu ambao wamejiendeleza wenyewe na watu wanaotaka kufanya biashara zao tutawapa mikopo pale halmashauri. Mkurugenzi wa halmashauri yenu, hizi pesa zilizotajwa nyingi nyingi hapa na mbunge kwamba zinakusanywa, huwa ni lazima asilimia kumi zitolewe kwa akinamama, kwa vijana na walemavu mkopeshwe kwa riba ambayo ni kama haipo, ili mweze kuzitumia. Lakini sasa hivi mnakopeshwa hizo pesa? Hakuna pesa zinazokopeshwa, na hata mkija, mkija kupewa zinaishaishia kwa diwani wa CCM. Hebu njoo uniambie hapa masharti hayo bwana, njoo uzungumze hapa tuone, maanake sasa mambo mengine tusiandikie mate wakati wino hupo. Hebu tueleze hapa bwana, tueleze. Asante sana kwa kupata hii nafasi. Mwaka jana tuliambia tuandae vikundi sisi akina mama ili tupate mikopo. Tuandike na barua. Baadaye mimi mpaka hata kikundi cha kutulishindwa. Maana naambia si utoe elfu ishirini kwa nani? Ukienda pale unapitia karibu sehemu kumi mote kupitisha na hela. Ukifikiria zile hela unasikia hata laki 5. Mkopo wenyewe milioni, sasa sasa unapata laki 5. Tulishindwa, mashati ni mengi sana. Na mimi nadawa napata kikundi, alipata kikundi kimoja tu katika kijiji cha Lilombe lakiia lakini jiahizo kiasi natkasio kiasi wakapata i milioni nane kwa watu nane, lakini zile sio milioni nane. Ukipiga mahesabu na hela walizotoa, sio milioni nane. Ni kweli tunachokisema, mimi nasema ushinde kwa kura zote, na mimi mama na kina mama utatusaidia. Ndugu zangu, niwaambie kilio cha kilio chetu nimekisikia. Huyu mama amewawakilisha vizuri maana yake hiyo ni rushwa. Mtu atakayekula rushwa kwenye utawala wangu, atakayeiba mali ya umma kwenye utawala wangu, mimi nafikiria aanze kukimbia nchi sasa hivi, hatapata nafasi ya kujitetea Aanze kukimbia nchi sasa hivi. Hatuwezi kuwa na watu wanateseka namna hii. Anafika hapa mpaka anazungumza kwamba anakopa mkopo wa milioni moja halafu rushwa laki tano chama cha mapinduzi kipo. Chama cha mapinduzi chenyewe kazi yake kutetea wala rushwa, na chenyewe kinakula rushwa. TAKUKURU ta wako wapi? TAKUKURU hawa wa wa ndo wanaotembea tembea na misafara ya CCM, nawaambia hivi imeoza hayo yote, msipoichagua CCM mnaepukana nayo. Kwa hiyo mimi niwaambie CCM ni chama cha kutupa kwenye shimo, bali mmeona zile kataza za kupigia kura pale, mimi niko namba nne pale, angalia angalia mahali hapo, tiki hapo, achana na CCM, mtaliwa mpaka mtachoka. CCM ni wezi wararushwa, mmeona misafara yao jana. Nasikia alikuwepo Nchimbi hapa anaomba kura lakini kaenda kubeba wanafunzi huko kabeba sio watu gani kabeba nini na nini, kwenye maroli anakusanya watu na kuwalazimisha waje wamsikilize. Lakini Gombo Samandito anakuja tu peke yake kwa wakwe zake hapa, wanajaa wengi, halafu wanamsikiliza anamwaga nondo zake. Hayo mambo sio mambo mazuri hayo. <coughs> Eh, sasa CCM tuitimue kweli kweli, kwelikweli, tusiilee, tuitimue kweli kweli CCM. Kwa hiyo bwana, mikopo mtaipata bila matatizo. Ninyi wenye boda boda tutawapa mikopo na ninyi, siyo ya kausha damu, siyo ile mikopo ambayo mnapewa ya mkataba ya pikipiki. Una pikipiki ya milioni mbili na laki tano, unakuja uambiwe kulipa milioni tano. Hapana, CUF itawapa mikopo isiyo na riba, kwa sababu mnatumia pesa zenu. Ni pesa zenu ndo zinazofanya kazi. Hata hiyo mikopo ya asilimia kumi ndo hiyo hiyo iliyokatwa kwenye korosho inatakiwa iwarudie muitumie vizuri ninyi wenyewe, hakuna mambo ya kuibiwa hivyo ovyo ovyo. Watumishi wa umma, watumishi wa umma, ninataka kuwaambia sisi Kafu tutawapa haki zenu, tutawajengea nyumba za kuishi. Polisi mnaowaona hapa, tutawajengea nyumba za kuishi. Walimu mnaowaona tutawajengea nyumba za kuishi, sijui madaktari, kina nani, tutawajengea nyumba za kuishi. Tunayafanya haya kwa sababu watumishi wa umma kwa mujibu wa sheria ndio waliopewa dhamana ya kulinda mali zetu. Unapoona kuna stakabadhi galani, ni watumishi wa umma ndo wametengeneza huo utaratibu. Unapoona kuna barabara haijengwi, ni watumishi wa umma ndo wanasimamia hayo mambo. Ukienda kwenye msitu wa hifadhi ukafukuzwa kule, watumishi wa umma wametengeneza hayo mambo. Tembo akija kula mtu hapa au kukanyagakanyaga mtu hapa, anatetewa na sheria ambazo watumishi wa umma wanazisimamia. Sasa watumishi wa umma hawa, serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwajali, imewaacha wenyewe na inawaambia wale kwa urefu wa kamba zao. Matokeo yake wanakula mpaka kwa wengine na Samia mwenyewe amesha sema mle kidogo, msivimbiwe. Sasa haya mambo ya kuambizana mle kidogo, msivimbiwe, wao wanakula mpaka wanakomba na kukomba kabisa. Sasa matokeo yake njaa inawazidia, halafu sasa huduma aziji kwenu. Kwa hiyo tuanze kwanza kwa kuwahudumia hatuwakati kikokotoo. Kama ni mstaafu atalipwa pesa yake yote, aendelee nyumbani akaile yeye na watoto wake na wajukuu zake lakini watumishi hao hao wa umma, na nawaonya wako wengine hapa, maaskari hapa wapo na walimu labda wapo hapa, na watumishi wengine nawaonya mimi. Nikiapika tu kuwa rais, ukiiba mtumishi wa umma, ukila rushwa, tukakukamata. Ukashirikiana na mafisadi, tukakukamata, tunakufilisi. Lazima zile pesa tukufilisi. kama ni nyumba yako tutaiuza kama ni ng'ombe wako tutawauza. Kama ni kitu chochote ihoto, tutakiuza, tuta tutarudisha zile hela zetu. Kama zilikuwa ni za kujenga zahanati, zikajenge zahanati. Tukimaliza kukunyang'anya hiyo mali yako, ikarudi serikalini, tunakunyang'anya na vyeti vyetu. Vyeti vyetu vile tutakupiga moto wewe, hautaruhusiwa kuajiliwa tena milele na milele kwenye serikali ya Tanzania, kwa sababu wewe ni mwizi, hatuwezi kuishi na wezi, tunakutimua na sasa, ukishindwa hayo yote mimi nitawauliza wananchi kwamba huyu mtu sasa ameshindwa katuibia pesa, halafu hataki kuzirudisha. Mimi nitakuja niwaulize nini, wananchi tumfanye nini? Kuna yoyote anayeweza kusema hapa kwamba anayeiba tukimkamata tumfanye nini? Mtu yoyote anaweza akasema hapa tumfanye nini? Hatutaki sisi mambo ya kumfunga funga, tunataka arudishe pesa zetu. Halafu tumwache aondoke. Magereza mengi hatuyahitaji, arudishe pesa, tutome vyeti, akafanye biashara kule. Sasa akiashindwa hayo yote tumfanye nini? Watu wamepotea, watu sijui wasiojulikana, watu wamefanya wamefanyafanya nini? Kwa Gombo Samandito Gombo hiyo hizo lugha zitakufa. Hakuna kupotea mtu. Mtu mkubwa hivi unapoteaje? Nani unapotea umekuwa sindano wewe, kitotoka ukidondoka tutaanza kuangaika kukutafuta. Hapotei mtu chini ya utawala wa Gombo Samandito, na akipotea uko mlolongo wa kwanza, nao alikopotelea. Kama ni kwenye kijiji kama hiki, tunaanza na mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa, polisi kata, tunakwenda na mtendaji wa kata, mkuu wa wilaya, OCD, RPC, mkuu wa mkoa na mwisho wake IGP. Watanijibu mimi, huyo mtu kapoteaje? Mimi nakwambia, mimi si ndo nitakuwa nawateua, mimi ndo nitakuwa nawapa kazi, watajibu hiyo kitu. Hatutaki hiyo misamiati ya watu kupotea. Kama mtu anakosa akamatwe, afikishwe mbele ya sheria na ahukumiwe kwa haki, sio swala la kupotea. Kama mtu ana makosa, kuna sheria zipo na taratibu zipo zimewekwa, akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria na ashitakiwe Akishinda ashinde kesi, akishindwa ashinde kesi na apewe haki yake kulingana na kosa lake, lakini hamna lugha ya kwamba oh, sijui kuna mtu hapa tulikuwa tunamwona hapa hatumwoni. Hiyo lugha inakufa. na CCM hizo lugha wanazitoa sana sasa hivi. Wana CCM, juzi kati, mkuu wa mkoa fulani amesema watu mkiandamana tarehe 29, na kama unataka kufa wanenda kaandamane. Ni dharau ya kutudharau sana sisi, wanatuona sisi kama takataka tu. Sasa mimi nawaambia, amani yenu itatunzwa kwa gharama yoyote ile itakayokuwa. Mtakuwa mmenipa mimi hayo mamlaka, amani itatunzwa kwa gharama yoyote ile. Na katika kuzungumza hivi, ni viombe vyombo vya dola. Ninaposema vyombo vya dola ni pamoja na polisi, magereza, zimamoto mgambo sijui usalama watu gani na nini. Nawaomba, nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya Watanzania, siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba, sisi Watanzania tunakwenda kupiga kura, na ninyi msikose kwenda kupiga kura, na msifanye fujo yoyote. Ninyi msio wa kwanza kufanya fujo. Naomba vyombo vya dola visitumike na chama cha Mapinduzi kwa namna yoyote ile. Naviomba vyombo vya dola, vyombo vya dola mnao, mnaovisikia hapa na ambao mnaandika pembeni pembeni, kimtindo mtindo, pelekeni hizi taarifa kwa wakubwa wenu. Tunawaomba sisi kama wananchi, mgombea wa CUF naomba, anaomba vyombo vya dola vitende haki. Kama ni refa, awe refa li mzuri, asipendelee mtu. Anaingia offside, anaibia, halafu anamwacha aenda akafunge goli? Hapana, kwa sababu tunamsikia mgombea wa CCM anasema siku hiyo vyombo vya dola vikae mguu sawa. Anataka amani, lakini anataka amani wakati huo huo ananyanyasa wananchi, wakati huo huo hatoi haki kwa wananchi. Watu wanapotea, watu hawapewi wa matibabu inavyopaswa, rushwa imetamalaki, ufisadi ni mwingi, hatendi haki. Tunachoomba sisi vyombo vya dola kasimamieni uchaguzi uwe mzuri. Atakayeshinda atangazwe kushinda. Amani ni tunda la haki, na vyombo vya dola ndiyo ninyi wenye dhamana ya kusimamia haki. Chama cha Mapinduzi ni kama chama cha kafu tu, tuna usajili. Wasimamizi wa sheria ni vyombo vya dola. Vyombo vya dola tutendeeni haki wa Tanzania tendeni haki yenu mlioapa kuite, kuitekeleza. Hatutaki sisi kafu na watanzania wengine wasio wana CCM, kuwa wa kwanza kuvuruga amani ya Tanzania. Kwa hiyo msituchokoze, katendeni haki. Hatuna maana ya kwamba ustaarabu wetu tunaoambizana kwenda kupiga kura kwamba hatuwezi kujibu mashambulizi ya CCM wakianza kututendea mambo ya ovyo, hatushindwi. Hii vyombo vya dola mlielewe. Sisi ni wastaarabu tu, hatutaki vurugu. Na ndio maana hata hawa wa Chadema sijui wa ACT, wa vyama vingine vya siasa, tunawaomba wakapige kura, wasiache kwenda kupiga kura kwa kisingizio cha maandamano. Wakiandamana watakuwa wanatuharibia. Hatutaki sisi vurugu kama chama cha Reca. Sisiemu imeshajifia yenyewe, sasa hivi sisiemu tunamalizia tu, imejifia kwa sababu hata mgombea wao mwenyewe hawajamchagua wanalalamika kila siku kwamba sisi hatumchagua Samia wala Chimbi. Yuko mzee mstaafu mmoja msoka pale anaitwa Kikwete alishadadia kweli kweli. Ah, wana utaratibu ni mzuri huu, sijui na nini na nini, watu wachache tu, lakini wana CCM walio wengi ha, sio chaguo lao lile, na wenyewe wameshakwenda kwenda mpaka mahakamani kusema kwamba sisi hatukumchagua huyu. Sasa mtu ambaye kwenye chama chake tu hakuna demokrasia, lakini vyama vingine kama chama cha Chadema kimepigwa marufuku kwa makosa yale ambayo ah, na kunguruma hey, ni jadi yetu. Wengine wamekwenda kushtaki vyama vya ACT vya kina Mpina, mpaka sahivi wana kesi mahakamani kwamba hawakupata utaratibu kwenye vyama vyao wa kugombea. Kwa hiyo hakuna uwanja ulio sawa wa kisiasa. Chama cha Mapinduzi chenyewe kinabaka siasa. Sasa sisi tunasema hivi, vyombo vya dola membeni, mkawe neutral muwe watu wa kusimamia haki, tembeni haki kwenye kila chama, kwa sababu amani mnayoihubiri na kusema kwamba mtailinda, uwezo wa kuilinda amani ikis, ikiondoka vyombo vyetu vya dola, hamtoshi kuilinda hiyo amani, hamtatosha. Hili tunawaambia tu, mimi nawaambia wazi, hamtoshi kuilinda hiyo amani. Kwa hiyo tembeni mkatende haki, ili amani isivurugike. Isipovurugika amani, tutakaa vizuri. Sisi tunasema na wafuasi wetu tunawaambia, msikose kwenda kupiga kura na wala msiandamane. Kama ni vurugu wazianzishe CCM. Wakianza vurugu CCM kwa kutuita kura kwa kutufanya sisi wapumbavu kwa kutufanya mambo ya ajabu ajabu, majibu yao tunayo, sio kwamba hatuna. Na vyombo vya dao, tunaviambia kwamba majibu ya kuwajibu CCM tunayo, na si kwamba tunashindwa, tuna uwezo, ila hatutakuwa kwanza, sisi tutakuwa wastaarabu. Ndugu zangu, niwaambie tena. Mimi nikiingia madarakani lazima tutengeneza katiba mpya haraka sana iwezekanavyo kwa sababu katiba yetu hii imekaa ovyo ovyo, lakini tunaendelea nayo. Kuna mambo mengi tu ambayo haitendi haki, kwa hiyo katiba mpya tutaibadilisha haraka sana iwezekanavyo.